za kuzuia UTI. Madaktari wabainisha njia sita za kuzuia UTI. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa juu kabisa kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Dkt Mwinyi aweka kibano kwa wa mawaziri. E, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, Dkt Mwinyi aweka kibano e, kwa mawaziri. Lakini Wizara ya Vijana yaamsha mjadala e, wizara ya vijana yaamsha mjadala na maridhiano yatakayo e, maridhiano yatakayo Viongozi wa dini, wachambuzi na wanasiasa waeleza mambo ya kuzingatia kufikia maridhiano. Viongozi wa dini, wanasiasa, wachambuzi waeleza mambo ya kuzingatia kufikia maridhiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti yako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini vijana kupenda mishangazi ni zaidi ya kufuata fedha. Vijana kupenda mishangazi ni zaidi ya kufuata fedha. Hiyo ni habari pia inaendelea kwenye kurasa wa ndani kwenye gazeti la Mwananchi pate nikale yako kwa habari kwa kina, lakini tukiachana gazeti la Mwananchi kwa asubuhi ya leo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii linaanza na habari inayosema dalali mbaroni kwa kuuza nyumba kisha kutoweka. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne. E, dalali mbaroni kwa kuuza nyumba kisha kutoweka. Lakini wanasayansi homa ya bonde la ufa tishio mikoa miwili. E, wanasayansi wasema homa ya bonde la ufa ni tishio kwa mikoa miwili ni habari inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti la bari kuna Nipashe mwanga wa jamii, lakini bado kuna habari inayosema vurugu za Oktoba 29 teki yataka uwajibikaji. E, vurugu za Oktoba 29 teki yataka uwajibikaji, lakini shura ya maimamu yatoa pole ya lani laani mauaji. i habari ukurasa wa tatu ni shura ya maimamu yatoa pole ya yalani mauaji, lakini rais Mwinyi awapisha mawaziri akiwaita ACT Wazalendo. Eh, Rais Mwinyi awaapisha mawaziri akiwaita ACT Wazalendo. Hiyo ni habari ukurasa watatu kwenye gazeti la kuna Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema maamuzi ya majuto. Eh, maamuzi yalivyotolewa majuto wakati unapooa au kuolewa, maamuzi yanayovyoleta majuto wakati unapooa au kuolewa. Hiyo ni habari ukurasa wa kumi na moja inaendelea kwa kina, kwenye gazeti lako na Nipashe, pata nakala yako, lakini bado kuna habari inayosema hisia mchanganyiko, hotuba ya rais Samia, hisia e, mchanganyiko, hotuba ya rais Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako na Nipashe kwenye kurasa wa mbele, lakini gazeti lako e, la la Mzalendo lenyewe linaanza na habari inayosema e, mula mulamula Bashungwa wafunguka makubwa mulamula, e, mula Bashungwa wafunguka makubwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele, lakini bado kuna habari inayosema Maganya, rais ametibu majeraha ya Watanzania. Huyo ni Maganya asema rais ametibu majeraha ya Watanzania, huku Dkt Mwigulu asisitiza wajawazito wahudumiwe haraka hospitali. Huyo ni Dkt Mwigulu asisitiza wajawazito wahudumiwe haraka mahospitali lakini Dr Mwinyi aziweka mtegoni wizara. E, Dr Mwinyi aziweka mtegoni wizara, na wataalamu wasema rais Dr Samia amejaa hekima, au ni wataalamu wasema rais Dr Samia amejaa hekima. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini madhara ya kuvuta sigara ya kielektroniki kwa vijana, e, kwenye kipengele cha afya, madhara ya kuvuta sigara ya, ya elektroniki kwa vijana ndani ya gazeti lako la Mzalendo, habari inaendelea kwa kina. Lakini habari kubwa asubuhi ya leo kwenye gazeti lako la Mzalendo ni wataalamu wasema rais Dr Samia amejaa hekima. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mzalendo, inasema wataalamu wasema rais Dr Samia amejaa hekima, lakini wabainisha hotuba yake ya kufungua Bunge la kumi na tatu inaonyesha alivyodhamiria kuwa kuhamarisha umoja na kuleta maridhiano ya kweli nchini, lakini awapongeza m..., e, pia awapongeza e, mkakati wake wa kuunda wizara muhimu e, maalumu ya vijana kuimarisha mikopo na kutekeleza miradi itakayodumisha e, kundi hilo zaidi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo ni rais e, hutuba ya rais Samia imejaa hekima e, na yeye amejaa hekima tele. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo, lakini gazeti lako la Habari Leo, gwiji la habari, asubuhi ya leo lina habari inayosema, mbunge atimiza ahadi nne ndani ya wiki mbili. Huyo ni mbunge atimiza ahadi nne ndani ya wiki mbili, lakini Dkt. Samia aonyesha njia, ni maoni ya wadau kuhusu hotuba ya ufunguzi wa Bunge. Dkt. Samia aonyesha njia, ni maoni ya wadau kuhusu hotuba ya ufunguzi wa Bunge lakini wasema imegusa maisha ya watu huko mavu na uongozi maridhiano ya kitaifa. E, amesema imegusa maisha ya watu huko mavu na uongozi maridhiano ya kitaifa. Hiyo ni habari ya kurasa pili, lakini bado kuna habari inayosema Uthmani, e, asisitiza wananchi kudumisha amani. Huyo ni Omo, e, asisitiza wananchi kudumisha amani. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa 19, e, kwenye gazeti la kula habari leo. Lakini kishindo cha Mwigulu hiyo ni habari inasema kwenye kishindo cha Mwigulu agiza wajawazito kutoka foleni dawa zipatikane hospitali zote e, huyo ni waziri mkuu mpya e, Mwigulu Nchemba e, alipofanya ziara kushitukiza kwenye hospitali ya Dodoma. Lakini Tanzania kuunga mkono amani ukanda wa maziwa makuu e, Tanzania kuunga mkono amani ukanda wa maziwa makuu, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Huku bado kuna habari inasema maskofu watoa maazimio kupata amani uponyaji vurugu e, za uchaguzi. E, maskofu watoa maazimio kupata amani uponyaji vurugu za uchaguzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo ni Dr. Samia kuonesha njia e, ni maoni ya wadao kuhusu hotuba ya ufunguzi wa bunge wasema imegusa maisha ya watu huko mavu na uongozi maridhiano ya kitaifa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, ni Samia aonyesha njia lakini tukiachana sasa na gazeti lako eh, gazeti la habari leo lenye ukurasa wa mbele ngazie kwenye gazeti. Lakini tukiangazia sasa na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la habari leo linatuhabarisha, Mosimane apewa kibarua shule ya Yanga. Huyu eh, ni Mosimane apewa kibarua shule ya Yanga. Simba Queen yachekelea kuongoza ligi lakini futsal wapewa neno Indonesia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la mzalendo kwenye michezo linaandika Yanga ya dhamiria kuinua soka la vijana. E, Yanga ya dhamiria e, kuinua soka la vijana. Lakini Azam FC katika hesabu nzito CAF. E, Azam FC katika hesabu nzito, lakini Simba Queen Yanga Princess Ubabe Ubabe. E, Simba Queen Yanga Princess Ubabe Ubabe lakini wajue kwa undani wapinzani Simba Yanga michuano ya Kafu. E, wajue kwa undani wapinzani Simba Yanga michuano Kafu. Lakini Yanga yadhamiria kuinua soka la vijana. Hiyo ni habari e, ya kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Lakini kimataifa Mbape atimka Ufaransa. E, hilo gazeti lako la Mzalendo. Kimataifa Mbape atimka Ufaransa. Lakini tukiachana gazeti lako e, la Mzalendo ukurasa wa michezo tuangazie gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika habari kubwa kwenye michezo. Yanga ya piga bao la mapema e, Yanga ya piga bao la mapema. Kigogo mmoja afichua maujanja yao. Lakini kipa Simba kwani vipi? E, huyo ni Kamara. Habari e, inayosema kipa Simba kwani vipi? Lakini mikato kumi ya Mario na bado. Kimataifa inaandika PSG bure ya mtaka vini Jayara, PSG bure ya mtaka vini Jayara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenye kwenye michezo linaandika Simba yaitisha Petro Athletico e, Simba yaitisha Petro Athletico ya waita mashabiki ikipanga kutinga robo fainali mapema e, au ni Simba Sport Club chini ya meneja Pantev. Lakini Yanga shule ya soka kutubeba Watanzania, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Nasema Yanga shule ya soka uh, kuibeba, kwa beba wa Tanzania, hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti la kula Nipashe. Lakini huko kimataifa uh, ni kuna michezo na andika Gatuso ataka mfumo mpya kombe la dunia. Eh, huyo ni mchezaji wa zamani, Gatuso ataka mfumo mpya kombe la dunia. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kula Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la